Mimi naitwa Daktari Ruzubha, mganga wa ndagu na mafanikio. Ninaposema ndagu na mafanikio, maanake namaanisha nyota kubwa au dawa ya nguvu ya kumpa nyota kubwa mwanadamu kuweza kufanikiwa katika maisha yake. Sasa leo na kuonyesha dawa inaitwa buhangwa, maana yake mtu aliyepakwa mafuta. Maana yake ili mtu atawale lazima apakwe mafuta, apishwe. Awe mfalme anaapishwa kuwa nani? Sasa hii dawa ni dawa ya buhangwa, ipo nyingi sana, ni dawa ambayo imekula vizimba vingi. Humu kuna mafuta yangekewa ya original. Acha kupoteza muda wako. Dawa hii ni dawa ya kuchanjiwa tu. Dawa ya buhangwa ni dawa ya kuchanjiwa au kuoga au kupaka kwenye mafuta ya ng'ombe mabichi. Sikilize vizuri. Dawa hii ili uchanjiwe, utatakiwa kuchanjiwa na mafuta ya ng'ombe, halafu pia utatakiwa kuchanjiwa imechanganywa pamoja na asali ya nyuki. Wale wanaitwa wadogo mhunze, acha wale nyuki wadogo mhunze, wale ambao wanakaa kwenye visiki vya miti au chini ya udongo. Hii dawa inachanganywa, unachanjiwa, unahapishwa kwamba unataka kutawala katika swala gani, iwe ni biashara, iwe ni maarufu iwe ni siasa iwe ni jambo lolote ambalo linahitaji utawala. Sasa hii dawa ni dawa ya kiapo ambayo utaapishwa, yani kwamba kutawala buhangwa, kuhangilwa, ili uweze kupata mafanikio katika shughuli zako. Ninakwambia, ukitengenezewa dawa hii, hata kama mafanikio yalikuwa yanatakiwa uyapate baada ya miaka ishirini, kwa dawa hii ndani ya mwaka mmoja utakuwa umeshapata kila kitu. Dukani hupati wateja? Njoni kutengenezee hii dawa, utashangaa maajabu sana. Mimi naitwa Ruzuba, naitwa Kisukuma, naitwa Ruzuba Balogi. sasa niko salama chamika mwisho zingiziwa kwa mlawa, watu wa Tabora mnajua wanapatikanaga Tabora Ujiji, wakati huo nikiwa huko kwenu. Sasa popote pale ambapo upo una matatizo yoyote yanakusumbua, njoni kuone ili nikusaidie katika changamoto yoyote inayokusumbua. Dawa ndiyo hii hapa, inaitwa Buhangwa. Sante sana kwa kunitizama, okay.